Lakini cha msingi tumtangulize Mungu. Cha cha msingi tumtangulize Mungu, cha Mungu mwenyekiti, hata faulo tutakazoanza kuzicheza huko baada ya bunge letu tukufu kuvunjwa tarehe ishirini na saba, najua kila mtu atatoka na sura yake. Hapa kwa watu muombe Mungu, lakini vile na vyombo ambavyo vimepewa kutusimamia kama malefarii wetu, haki ndo kitu pekee ambacho kitatuvusha salama, kwa sababu hata vurugu huwa zinaanzia pale haki inapokuwa haipo Ukisoma hata jinsi vita zinavyotokea nchi zingine, chanzo kabisa haki. Ukikuta haki imepindishwa, lazima vurugu itakuja tu. Ndio maana mimi nasemaga kipaumbele changu mimi ni haki, amani baadaye. Mtu akivunja haki yangu, lazima tuvurugane, mambo ya amani yatakuja baadaye. Kwa hiyo nitoe wito kwa wale wote viongozi waliochaguliwa kutusimamia kwenye uchaguzi huu watende haki ile ya Mungu. Mimi Maganga, kama kula zangu hazitoshi, ziache hivyo hivyo zikae, hivyo hivyo, usiniongezee wala kuniibia rushwa kula nikiwa nimeshinda. Ziache hivyo hivyo hivyo kula zangu zikae hivyo hivyo, kwa sababu mimi siamini katika halamu kwenye maisha yangu. Halamu, mimi ni mtu wa halali. Kwa maana hiyo, na wabunge wenzangu niwaombe, tusiwe na ubaridi wala unyonge, twendeni tukapambane na tuhakikisha tunatafuta haki ya Mungu, na tukipata haki na maana taifa letu litazidi kuwa la haki. Tukipata haramu ina maana na, na taifa letu litakuwa haramu kwa sababu tulipatikana kiharamu.